Leo tutamzungumzia waziri wa fedha na mipango kutoka nchini Uganda. Anaitwa Matia Kasaija. <laughs> Katika ulimwengu wa siasa, hasa kwenye masuala mazito kama vile masuala ya fedha na uchumi, ni nadra sana kukutana na viongozi ambao wanaweza kuwasilisha hoja zao kwa ucheshi unaoburudisha huku wakifikisha ujumbe uliokusudiwa. Lakini hali ni tofauti kwa waziri wa fedha na mipango kutoka nchini Uganda, Matia Kasaija ambayo umaarufu wake umeongezeka kwa kasi sana kwenye mitandao ya kijamii, na si tu kwa nafasi yake ya kiutendaji bali kwa ucheshi wake wa kipekee wakati wa kutoa hotuba za bajeti na masuala mengine ya kiuchumi. People are refusing to pay taxes. Why? You want me to mortgage your country? Please, business people. Those who are working,

Matia Kasaija ni miongoni mwa wanasiasa wa kongwe nchini Uganda. Amehudumu katika nafasi mbalimbali mbali serikalini kwa miongo kadhaa, lakini umaarufu wake mkubwa umekuja hasa baada ya kuteuliwa kuwa waziri wa fedha na mipango. Poverty has decreased by 16.1% in financial 2023-24 from 24.5% in financial 2010 2011 in addition, Madam Speaker, akiwa katika nafasi hiyo ameiongoza Uganda kupita katika changamoto mbalimbali za kiuchumi, ikiwemo mfumuko wa bei, usimamizi wa mikopo ya kimataifa na utekelezaji wa mipango ya maendeleo. <laughs> <Money is available. laughs> Katika hotuba zake, hasa wakati wa kuwasilisha bajeti bungeni, Kasaija ameonyesha kuwa ana uwezo wa kipekee wa kuchanganya ucheshi na uzito wa taarifa anazozitoa. Vyote hivi vimewafanya raia wengi wa Uganda na hata watu kutoka mataifa mengine kumpenda na kumfuatilia zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Video na picha zake zimesambaa mara kwa mara kwenye mtandao wa X, zamani kama Twitter, TikTok, Instagram na YouTube zikimwonyesha akitoa matamshi ya kipekee kama vile Me, as long as I'm your minister of finance I will not borrow indefinitely to mortgage your country. That I will never do. we Hey. We we have borrowed. We have borrowed received some shall I call them donations? Grants. But as we speak today I need more money We'll what I read. <laughs> Katika kizazi cha sasa kinachopenda burudani, video na memes za Kasaija zimekuwa kivutio kikubwa sana. Ameonekana kama ni mzee wa kisasa anayeweza kufikisha ujumbe mgumu, lakini kwa njia rahisi tena ya kuvutia. Hali hii imewafanya vijana wengi wasio na mazoea ya kufuatilia siasa pamoja na bajeti, kuanza kufuatilia, kujadili na kuchangia hoja mbalimbali, jambo ambalo limechangia kukuza hamasa ya wananchi kuhusu masuala mazima ya kiuchumi. I want to assure you people and assure the country the economy is now on. Licha ya ucheshi wake, Kasaija ameonekana kuwa na msimamo thabiti kuhusu swala zima la maendeleo na matumizi ya rasilimali. Mara nyingi amekuwa akisisitiza nidhamu ya kifedha, kupunguza utegemezi wa misaada ya nje na kuongeza mapato ya ndani kwa njia ya kibunifu na uvumbuzi wa kiuchumi. Every Ugandan, you should save money either in cash or in assets never get all the money in nkuchamochamo and eat and finish it. It's a bad habit you people you earn more money I tax you more so because I tax you more I get more money Rais wa Uganda Yoel Kaguta Museveni amemwamini sana Matia Kasaija katika usimamizi wa fedha za taifa, hali ambayo inatokana na uaminifu pamoja na uwajibikaji wake mkubwa katika masuala ya mazima ya fedha. Naitwa James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi, sera, mipango na maendeleo ya jamii.